Dogo Janja umemeka sana hivi karibuni mwanangu, kwa yeah. Uh, umeachia ngoma kali sana, umebadilika baada um, ya miaka mitatu. Ngoma uh, yako ya mwisho ulitoa uh, um, ambayo naikumbuka ni ile mlofanya na PNC. PNC, yeah. ofanya nakua chini ya Mtanashati. Ukakaa miaka mitatu. Da huo wote tulikuwa nakuona mzee, maisha mazuri tu, yani good times, benge, gari. <laughs> mechi za, za za za, za kibabe nini au sio? unafanya yeah. nini miaka yote hiyo mitatu mwanangu, unafahamu kwamba baada ya yeah. mwaka mmoja ulikuja ukarudi uka, uka, uka, uka na TikTok, lakini TikTok kwa kamda mrefu yeah um, uh, mm. Kiukweli uh, kwanza, kipindi ambacho sifanyi kazi ya mziki mm. uh, nilikuwa na na, na, naiwaza sana sanafu nilikuwa naiangalia sana sana kwa jicho la tatu kwa namna moja ama nyingine kwa sababu mm. Uh, sanaa hapa katikati watu walikuja wakaingia wasanii wengi wengi sana. Alafu, uh, kuna unajua mziki pia ni target, kwa hiyo nikawa naangalia kitu gani kinaweza kikaa kina miss kwenye sanaa. Kwa hiyo siku mm -hmm. zote ambapo unataka uingize biashara yako sokoni, lazima uangalie biashara hii inaweza kauzika kwa rahisi, mm hii -hmm. biashara hii itapendwa na watu wengi. Kwa hiyo ndo pia ilikuwa zomuni la mimi kuchelewa sana, kwa sababu nilikuwa nataka target nzuri, na ndo kama unavyoona mpango wangu umefanikiwa, ni umeenda kama nilivyotaka. Kwa hiyo mm, kipindi mimi sifanye muziki, nilikuwa na rekodi sana, lakini nilikuwa nikirekodi pia na na watu wangu ambao nawaamini sana masikio yao ya muziki, kwa nilikuwa namsikizisha, unasikia, unasikia, unasikia. Mm, ah baada ya kurudi tip top nikafanya nyimbo baadhi baadhi, kufanya nyimbo baadhi baadhi, ah uh, nikaa nikipeleka kwenye uongozi uongozi wao wanamsikiza, na yeye kanasikiza, na yeye sometimes wanakuambia ah, hii sio kali, hujatisha mm. Kwa hiyo mm. Kumbe avumi naweza nikatoka huko na na dude na liaminia nikafika, wakanikata moto, yani mm, pale na mtata ale madi pale ah, yeye umechezea mzee, hamna kitu mzee, naona ah na mm, nabidi tena nirudi tena niende tena studio tena niende tena nikatafute kitu kingine. Kwa baada ya kufanya vitu kama vile aa, kumbe ilikuwa ile na nikomaza mimi jinsi ya uandishi mm, na kuweza kufikiria mbali kwamba pale nilipokuwa na sio level yangu kumbe, okay. Nikiwe, nikiweza kurelax, naweza nikafikiria mbali, okay. Zaidi ya uwezo wangu. Kwa hiyo uh, ikatokea shavu la mimi kwenda Norway mm. uh, uh, ile call entertainment walikuwa wanataka mtu mmoja aende Norway mm. Uh, le shavu, bahati nzuri uh, kama unavyojua Mwenyezi Mungu alikuwa ameniwekea rula pale mm. Kwa hiyo wakawa nikawa wakina tala wakawa wameniambia inabidi wewe uende asa, katika kuja kuchekecha chekecha mi pasipoti yangu imepotea ah. Eh, paka service sijapata. Okay. Kwa, ah, ina, mm. mm. Kwa hiyo tukatoka kutoka processa kufuatilia passport, fuatilia, fuatilia. Ah, tukaona mwisho siku passport inachelewa, afu wale wazungu nao wanasumbua. Kwa hiyo ikabidi Babu Tale na madii wa yu organize mm. yule mzungu aje hapa. Ah. Ndo kama unavyoona pia ali alikuja nadhani alifanya yeah, interview hapa yeah. ya yeah. Kalahovind yeah. yeah. ah. ikabidi aje hapa mm. ah, na mchongo wote tukamalizia MG Records pia Makochale alishiriki, okay. ah, Daxo Chali pia alishiriki. Ndo, paka nyimbu. Kwa hiyo ndo mpaka nyimbo ikawa imekamilika ya my life, nazidi kupanda napotaa na, na, hey, eh, yeah, eh, yeah, yeah, na kiukweli, was... watu wengi sana kuwa wamenitarajia kwamba Dogo Janja sasa hivi anarudi vipi? Dogo Janja, unajua amna kitu kibaya kwenye sanaa na mwanamziki kama welcome back mm -hmm. Yaani ugopa msanii ambaye mara unajua, mimi sikwahi kupotea kwenye mziki mm -hmm. Mimi mara mwisho kufanya nilifanya hit song. Sijawahi kufanya nyimbo ambayo haija hit. Mm -hmm. Nyimbo zangu zote ni hit song. Kwa hiyo baada kufanya hit song yangu ya mwisho, nikato nimetulia. Kwa hiyo kuna watu wakaanza, ukaenda wapi? Mm -hmm. Yuko wapi? Ana nini? Anafanya nini huko aliko? Alafu watu kipishana na mimi mjini. Mm -hmm. Ni yale yale. Mm -hmm. Niko tu vile vile, sibadiliki. Maisha yangu ni yale yale, sijawahi kutetereka yani. Yeah. Kwa hiyo kwa najiuliza kumbe akili hapa mjini okotu tuwe na akili nyingi sana. Mi hapa mda sina baba la mama wazazi wangu wako Arusha, kwa hiyo mm. lazima nikae kimachale sana yani <laughs> nalala ka vile nina mbu kwenye sikio ni muda wote naamka yani. Safi <laughs> <Yeah. Yeah. laughs> Safi sana, yeah. sana. Yeah. Na of course uh, ume, umerudi vizuri sana kwa maana ya kwamba ngoma ni kali yeah. Halafu video vile vile kali na kweli kabisa ni mtu akiangalia video kuna utofauti mkubwa sana kati ya Dogo Janja yule ambaye tulikuwa tumemzoea. Sasa hivi umekuwa, yeah. hata kimwonekano umekuwa umepevuka. Sasa hivi navyoongea hapa, unaongea point na nini, yaani umekuwa kabisa san. Shukrani sana, shukrani sana umri unabadilika, maana ndiyo maana navai sana matisheti na nini, na hizi pia hizi zitapungua sana. Saa hivi unajua, kuna umri ambao unaweza ukafikia mwenyeko, unaona kumbe, ah kuna um, yaani unajua, kuna umri fulani ambao unaweza ukapita ukafanya ukamaliza kila kitu. Oh, yeah, kwa hiyo umri ule wa utoto utoto <laughs> nahisi nishamaliza. Sawa, so, kwenye wimbo wako um, kuna vitu kadhaa umeviimba na ningependa kuvitolea ufafanuzi. Yeah. Kwanza kuna sehemu unaimba kilugha, kilugha gani kile? Ah, kile ni Kirangi. Kirangi kile. Eh, kama hata kwenye nyimbo wangu na Chege niliimba. Uh, Kirangi ni lugha ambayo ni, ni, ni lugha yangu. Mi ni Mrangi, baba yangu mm. ni Mrangi, mama yangu ni Mrangi. okay. lakini mi sijazaliwa Kondoa mm. ila kwenda kwenda, yani kama nishawahi kwenda yani kama likizo, likizo ni unajua, likiwa mtoto labda kwenda ukaa wiki mbili, yeah. wiki tatu, kwenda. Nilikuwa naenda sana. Mtu ambaye ambae alifanya mpaka nikajua kirangi ni marehemu nyanya yangu, okay. upande wa mama, eh, kwa sababu alikuwa katika wajukuu zake wote, mimi ndo alikuwa ananipenda sana kwa hiyo mimi ndo alikuwa muda mwingi ananituma mm. Sasa yeye sa alikuwa juu eh, nilikuwa katundu, ee, katundu kwa hiyo ee, yeye mm. alikuwa jui Kiswahili kwa kana nituma yani, alikuwa ananituma sana halafu alikuwa anapenda kukaa na mimi kupiga story yani, nikiondoka ni vita <laughs> kwa hiyo nilikuwa nikikaa na kana yeye sana kwa hiyo bibi yangu aliweza sana kunifundisha okay. yeah safi safi. Alafu, umezungumzia swala la elimu kwamba elimu macheni kwa, pili. E, mso kwa pili. Eh msomi ni kwa vipi? Mimi niliachaga magongo. Unamaanisha kwamba mzee hutaki kusikia kuhusu elimu. Ah ah, pale tu nilikuwa nawaambia kwamba watu mm. A, unajua siku zote katika inapokuja katika swala la elimu, unajua elimu sio kitu cha kufanya kwa ajili ya kuiga. Mm. Unapia mtu unatokao, ufate kichwa chako kinaenda vipi. Sometimes watu wanaweza kuwa na kufosi sana, soma soma. Mm. lakini wewe mwenyewe uko unaangalia kwamba future yangu mimi haipo kwenye mm. kwenye kusoma mm. au hata nikipelekwa kusoma siwezi nikafanya vizuri well. kwa hiyo ni bora ukomboe hela za watu ambao wanataka kukusaidia <laughs> kupeleka shule unaona? No, si, eh ukazionea una, huruma. Nikazionea huruma. Kwa hiyo bidii niwaambie msomi niko pili. <laughs> Mimi niliachaga, unaona. okay. Eh okay, so, so. Kama kuna kitu cha so so kusomea nitasomea, lakini sio kurudi ile elimu hey. Ya kuvaa masare hey. Kukimbia pale getini Makongo, kutembea na mguu hey, hey. Mwenge tu Makongo, amna sisi akupati hiyo ngaba sisi. Eh, aya mimi karibuni umepewa gari na Madi. Mercedes Benz. Circuit, Mercedes Benz. Gari ya pili anakupa nakupa. Yeah. Ni kijana anampenda an, an, sana. Mzazi anampenda. Kwa sababu Madi ni kama kama Ya, ya, ya. Au siyo? Na, na, na, ni, kwa nini uh, ni, uhusiano wako na Madi pamoja na kwamba mbulu wae kuharibika lakini sa hivi uko hivyo ya. Yani, yani Madi ni mtu wa aina gani? Ya. Yep. Madi ni mtu ambaye ana roho nzuri. Mm. Ndio kitu ambacho mimi najua. Alafu ni mtu ambaye mm anaelewa harakati, alafu mm. Ni mtu ambaye pia ana thamini. Unajua, kuna mtu ambaye anazokuwa anafanya naye kazi mm. akana na ugopa sana, mtu ambaye anazokuwa anafanya naye kazi afa na kutweet ki ofisi ofisi waga ipo poa yeah. lakini like yeah. yes, tunafanya tu as a family eh yeah. kwa sababu yeah. yeah. yeah. mdogo wangu mm. leo una ratiba hii, unaenda Bongo 5, mm-hmm. utakutana na Skype hapo, utafanya interview kitoka njoo maskani, kuna hiki na hiki na hiki mm. E, ukizingua hapa dogo lao hapo ulizingua hivi na hivi na hivi hapa e, hapa yeah, fresh hapa e, poa yeah, hapa mm. E, hivi na hivi hivi madegeje fresh kwa hiyo ni, mm. Yeah. Ni, ni ni, mshua fulani smart sana mm. Okay. Yeah. Kwa hiyo, Kwa hiyo, una magari mawili sasa hivi. Yeah. Ah yeah, ile itaenda nyumbani ile. Eh eh, ile washua kidogo aka. Aka kimbizi. Yeah. Au yeah, sio. Nice one. Mwisho, so um, utakaa kimya tena kama miaka mitatu? Hapana, sasa hivi ni hits after hits, mm. Uh, track after track kwa sababu tuseme kama ni ndizi, ilikuwa mbivu, kwa sasa hivi shaiva. Mm. Kwa sasa hivi ni kukimbiza sana kwa sababu uh, na sasa hivi watu watarajie sana, kila siku mtazidi kwa surprise. Huenda nyimbo mbovu atakaye kuja mm, itakuwa watakuwa surprised kuliko hii. Kwa sababu ndio hata yenu mwanangu. Uh, mimi muziki wowote mzuri. <laughs> Yaani, mimi leo hii nikiambiwa nikiambiwa hata taarabu inalipa, naweza nikafanya <laughs> ya mimi ni yeah. Businessman. Kwa hiyo yeah na naangalia hela ilipo kwa sababu nisije nikawa nafanya kitu kwa ajili ya tu a kumfurahisha mtu pasipo na kitu, wakati na wazazi wananiangalia na familia na majukumu yenyewe hapa da, unaona. Kwa hiyo sometimes, na lazima niwe na, na, na, na, na vitu ambacho kinaweza kuniingizia uchumi ambao unaweza ukawa unakimu mahitaji yangu na vitu ambavyo vimenizunguka, na bado benki natakuwa pasome. yeah. Da, shukran sana yeah.